Uhali gani, mtazamaji wa Daily News Digital. Leo Tanzania imepokea ripoti ngumu, nzito na ripoti nyeti. Mosi ni kuhusiana na ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, pili ni ripoti ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Bila shaka macho na masikio ni kutaka kujua nani amedhibitiwa kwelikweli, nani ameingia kwenye kumi na nane. Lakini hali ni tofauti katika mwaka huu wa fedha 2023 2024. Kwa mujibu wa ripoti ya vyombo hivi ambavyo ilianza kufanya ukaguzi wake kuanzia Julai 2023 hadi Juni 2024 inaonesha wazi kabisa serikali ya awamu ya sita imepiga hatua kwenye mapambano dhidi ya rushwa hii leo. Mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, Crispin Chalamila ameeleza hayo wakati wa kukabidhi taarifa ya utendaji kazi kwa Rais Dk Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais, matokeo ya mafanikio haya yamethibitishwa na taarifa inayotolewa na shirika la kimataifa la Transparency International. Taarifa ya Transparency International kwa kutumia kiashiria cha The Corruption Perceptions Index CPI iliyotolewa tarehe 11 Februari 2025 imeonesha kwamba Tanzania ni nchi ya pili kwa kuwa na kiwango cha chini zaidi cha vitendo vya rushwa kati ya nchi kumi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Taarifa hii inaonesha kwamba kwa mwaka 2024, Tanzania imepata alama 41 juu ya 100 na kushika nafasi ya 82 kati ya nchi 180 zilizofanyiwa utafiti ukilinganisha na alama 40 juu ya 100 na nafasi ya 87 kwa mwaka 2023. Mheshimiwa Rais, kwa mujibu wa kipimo hiki ninao furaha kukujulisha kuwa nchi yetu imeendelea kuimarika katika kupunguza rushwa kwa wastani mzuri, progressively. Katika, katika kipindi cha kuanzia mwaka 2014 hadi 2024, taarifa zinaonyesha kuwa Tanzania imepanda kwa asilimia kwa alama kumi katika kipindi hicho na pia Tanzania ni mojawapo ya nchi nne za kusini mwa jangwa la Sahara yenye kuzidi kuimalika katika mapambano dhidi ya rushwa. Naam, jambo halikuishia hapo. Mdhibiti Mkuu na Mkaguzi wa hesabu za Serikali, CAG, si Charles Kichere, naye akatuambia hati safi zimeongezeka katika ukaguzi uliofanywa katika mashirika ya umma lakini pia katika serikali za mitaa na serikali kuu, ambapo asilimia 99.5 za hati ni hati safi. Si maelezo yangu, tumsikilize Charles Kichere. Mwenendo wa hati za ukaguzi katika mwaka wa fedha 2023 2024, nimetoa jumla ya hati 1301 ikiwa ni ongezeko la hati 92 ikilinganishwa na hati 1209 zilizotolewa mwaka wa fedha 2022 2023 20, 20. Kati ya hati hizo nilizotoa mwaka huu hati 220 zinahusu tawala za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa, hati 218 zinahusu mashirika ya umma, hati 513 zinahusu serikali kuu, na hati 19 zinahusu vyama vya siasa na hati 332 zinahusu miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Rais, kati ya hati hizo hati zinazoridhisha kwa maana hati safi ni 1295 sawa na asilimia 99.5. Hati zenye shaka ni tano sawa na asilimia 0.4. Hati mbaya ni moja sawa na asilimia 0.1, na hakukuwa na hati ya kushindwa kutoa maoni kwa ujumla hati za ukaguzi wa hesabu zinaonyesha kuwa utayarishaji wa hesabu unaridhisha una na unaimarika na kwa kiasi kikubwa unazingatia taratibu na kanuni za uandaji wa hesabu za kimataifa. Mheshimiwa Rais, taasisi ambazo zipata hati zenye shaka na hati mbaya ni zifuatazo: kiwanda, kiwanda cha dawa Keko, bodi ya chai Tanzania, chuo cha sukari cha taifa, shirika la posta Tanzania hayo ni mashirika ya umma na miradi ya maendeleo. Ilikuwa ni halmashauri ya wilaya ya Rumeru, mfuko wa afya wa pamoja na chama cha siasa cha National Reconstruction, Reconstruction Alliance NRA kilipata hati mbaya Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, niende kwenye hali ya utekelezaji wa mapendekezo ya ukaguzi katika ripoti ya ukaguzi wa, mwaka, wa miaka ya nyuma iliyopita, miaka iliyopita nilitoa mapendekezo kadhaa yaliyokusudia kuimarisha usimamizi wa rasilimali za umma na kuboresha ukusanyaji wa mapato hapa nchini. Mheshimiwa Rais, natambua juhudi kubwa za serikali katika kufanya kazi kufanyia kazi mapendekezo ninayoyatoa kwenye ripoti zangu za ukaguzi. Hii ni pamoja na ofisi yako kutoa miongozo mingi juu ya kushughulikia mapendekezo ya ripoti zangu. Katika hili Mheshimiwa Rais, naomba niruhusu nimpongeze kwa dhati katibu mkuu kiongozi Balozi Dokta Moses Mpogole Kusiruka kwa kuratibu zoezi la kusimamia, kusimamia utekelezaji wa mapendekezo ya ukaguzi kupitia kwa makatibu wakuu ambao ni maafisa mashuhuri. Hata hivyo, Mheshimiwa Rais, naendelea kuweka msisitizo wa mapendekezo haya kutekelezwa kwa ukamilifu wake ili kuhakikisha matumizi bora ya fedha na rasilimali zingine zinazotumika katika kutekeleza shughuli mbali mbalimbali za serikali eh, zinazolenga kuwaletea wananchi maendeleo. Lakini kwa upande wake Rais Samia Suluhu Hassan hakuwa nyuma, aligongea msumari kuhusu ripoti hii kwa kueleza wazi kufurahishwa kwa namna ambavyo mapambano dhidi ya rushwa, namna ambavyo udhibiti wa matumizi na mapato ya serikali yamekuwa yakidhibitiwa. Ukaguzi uliofanywa unatupa taswira ya matokeo ya hatua zinazochukuliwa na serikali katika kuziimarisha taasisi za umma. Jitihada kadhaa zinafanywa kuziimarisha taasisi za umma ili ziweze kutumia vizuri rasilimali za serikali, lakini kufuata taratibu zinazotumiwa katika matumizi ya rasilimali hizo. Faraja tuliyoipata ni kwamba kwa ujumla kumekuwa na kuongezeka kwa ufanisi katika matumizi ya rasilimali za serikali, pamoja na mapungufu yaliyotajwa hapa. Na kama mmesikia vizuri, mapungufu mengi ni ya miaka mingi nyuma lakini ukichukua mwendelezo kumekuwa na ongezeko la ufanisi katika matumizi ya rasilimali za serikali. Kwa hiyo ni faraja yetu kama serikali kwamba tumeweza kukuza uwazi na uwajibikaji na hatimaye kuleta utawala bora. Tunaendelea kuleta utawala bora ndani ya serikali. Ndugu viongozi, kama nilivyosema kwamba ni utamaduni wetu siku kama hii kupokea ripoti mbili au taarifa mbili, ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu lakini pia ya TAKUKURU. Kwa hiyo hapa pia nitumie fursa hii kumshukuru mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU pamoja na watumishi wote kwa kazi nzuri pia iliyofanyika. Taarifa ya TAKUKURU imeashiria kuongezeka tena kwa ufanisi kwa aina mbili, moja ufanisi ndani ya TAKUKURU yenyewe. Miaka mitano sita iliyopita taarifa hii ya TAKUKURU ingekuwa ina vitu vingi vya kuulizana ulizana, mbona mbona mbona, lakini taarifa hii imeonyesha kabisa kwamba TAKUKURU sasa wanafanya kazi, wamepunguza mapungufu yao na wanafanya kazi kuendana na taratibu wanazotakiwa kufanya kazi na ndio maana wameweza kuona yote haya na kuyafanyia kazi. Lakini la pili, taarifa ile imeonesha kukuza ufanisi ndani ya taasisi zetu za umma, na ameonesha comparison, mwaka huu ilikuwa hivi, mwaka huo ilikuwa hivi, lakini pia kuyanyanyua Tanzania kutoka nafasi iliyokuwepo kwenye mapambano dhidi ya rushwa na kupanda juu kidogo, lakini tumepanda na hii ni ishara kwamba kazi nzuri inafanyika ndani ya taasisi zetu. TAKUKURU imetuambia mambo kadhaa. La kwanza ni hilo la kwamba ufanisi umekuwa ndani ya taasisi zetu, lakini la pili ni matumizi ya mifumo na TEHAMA, kwamba kwa kiasi fulani sasa TEHAMA inatumika ndani ya taasisi zetu, lakini na mifumo iliyowekwa ndani ya taasisi nayo inafuatwa na kwa kiasi kikubwa kupunguza yale mapungufu au kasoro zilizokuwa zikijitokeza huko nyuma. Lakini pia wametuambia kuna kiwango kikubwa cha kukuza ufahamu na kujenga ujasiri kwa wananchi wa Tanzania kwa ujumla kufahamu rushwa ni nini na kujenga ujasiri wa kuisema kama tulivyoona kwenye documentary. Lakini jengine wanalolifanya na ni kubwa la msingi kujenga uelewa wa mapambano ya dhidi ya rushwa kwa vijana wetu shule za msingi mpaka vyuo, na hii ndio kazi kubwa ya kufanya. Wanasema udongo upate ukiwa umajimaji, ndo utaweza kufinyanga vizuri. Mimi na nyinyi hapa tukihubiriwa mambo ya, ya, ya rushwa yanaingia huku, lakini likiingia jengine la rushwa limetoka. Lakini kwa watoto wetu tukianza sasa hivi wanakuwa na huo utamaduni na hata wakiingia maofisini wataingia na utamaduni huo ambao wamekuzwa nao. Hii ni kazi nzuri sana kwa TAKUKURU na washukuru sana ripota wako. Kutoka Ikulu, Dar es Salaam, mimi Ismail Kawambwa, hii ni Daily News Digital <muchos>